Habari yako kiongozi? Ah, salama tu na kwako, namshukuru Mungu. Tuambie kwa majina, unaitwa nani na una nafasi gani? Majina yangu ni Saimon Sirilo. ni mkazi wa hapa Itigi na ishi Itigi, lakini pia ni mwalimu, wa, mwalimu kwa taaluma, kwa maana ya kwamba nimesomea ualimu katika mambo ya sayansi ya siasa na uongozi ambapo sayansi ya sasa nilisoma kwa miaka mitatu kipindi bado nachukua degree ya kwanza, lakini kwa sasa pia ni mwanafunzi ambaye anasoma mambo ya uongozi na utawala, kwa maana kwa ya kwamba kuchukua degree ya pili kwenye mambo ya uongozi na utawala. Asante. Uh, nakumbuka kwenye maadhimisho juzi ya miaka 48 ya CCM, tulikuona, ya tulikuona yaliyofanyika kimkoani katika halmashauri ya wilaya ya Itigi tulikuona pale tupe kwa ufupi historia ya kuzaliwa cha, kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi cha CCM. Uh, shukrani sana ndugu mwandishi. Kama ambavyo nimekwisha kujitambulisha mimi ni nani kwa majina yangu, lakini pia ni mwalimu wa mambo ya sayansi ya siasa, kwa maana ya kwamba political science, lakini kwa sasa nasomea mambo ya uongozi na utawala. Historia hii ya mambo haya ya mawili inaweza ikanipa nafasi ya kuzungumza kidogo kuhusiana na historia ya kuzaliwa kwa chama cha mapinduzi CCM. Kama ambavyo unajua, jana tulikuwa na maadhimisho ya kuzaliwa kwa CCM kwa maana kwamba kutimiza miaka 48 ya kuzaliwa kwake, na maadhimisho haya yalifanyika kimkoa katika halmashauri ya Itigi. Kwa hiyo tulifanya maadhimisho hapa kama sehemu ya kuweka kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi ambacho kilizaliwa mwaka 1977. Lakini umeniomba ndugu mwandishi, nitoe kidogo historia ya chama cha mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kilizaliwa tarehe tano mwezi wa pili mwaka 1977, lakini sisi tulifanya maadhimisho hapa Itiki tarehe tatu mwezi wa pili haimaanishi kwamba ndio ilizaliwa tarehe hiyo bali maadhimisho hayo yalifanyika kimkoa tarehe tatu ili kuweza kupisha maadhimisho ambayo yanafanyika kitaifa. Sasa kama kilele tarehe tano ambayo ni siku ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Sasa tunapokuwa tunazungumzia Chama cha Mapinduzi, CCM kina historia yake ndefu, na tunapokuwa tunazungumzia CCM haimaanishi kwamba ndio ilianza tarehe tano mwezi wa pili 1977 ndio historia yake inaanzia hapo. Historia ya CCM ni ndefu, na ndio maana tunasema kwamba CCM ilizaliwa. Na kama ilizaliwa, maana yake ina wazazi wake. CCM ina wazazi wawili, kwa maana ya kwamba tunaye TANU ambaye kirefu chake ni Tanganyika African National Union lakini pia CCM ina mzazi mwingine ambaye ni ASP, kidefu chake huwa tunasema ni Afro Shirazi Party. Kabla CCM haijazaliwa mwaka 1977, tulikuwa na historia ndefu kidogo ya yaliamaidi miwili kwa maana ya kwamba TANU kwa upande wa Tanganyika, ambayo yenyewe kwa miaka hiyo ya nyuma, tangia TANU izaliwe tarehe saba mwezi wa saba mwaka elfu moja mia tisa hamsini na nne ikiwa iko chini ya Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Tanganyika, lakini pia rais wa kwanza wa Tanzania, ndiyo iliweza kuungana na ASP, ambaye yenyewe ilikuwa inapatikana kwa upande wa Zanzibar. Vyama hivi viwili vilikuwa ni vyama ambavyo vilikuwa ni vyama tawala kwa kipindi hicho kwa pande zote mbili, kwa upande wa Tanganyika na upande wa wa Zanzibar. Lakini kabla ya vyama hivi vyenyewe kuungana kuweza kuizaa CCM, na vyenyewe pia viliweza kuzaliwa na vina historia yake nyuma. Kwa hiyo kabla sijaenda kwenye historia ya CCM sasa kuanzia 77 nizungumze pia nyuma kidogo, ni namna gani ASP ilipatikana na ni kwa namna gani TANU ilipatikana. Tukianza na TANU tumeona kwamba TANU iliundwa tarehe saba mwezi wa saba mwaka elfu moja mia tisa na hamsini na nne chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini TANU na yenyewe ilizaliwa na chama ambacho kilikuwa kinaitwa ta Tanganyika African Association ambaye Tanganyika African Association yenyewe iliundwa mwaka 1938 baada ya kugawanyika kwa TAA ya Tanganyika na TAA ya Zanzibar. TAA ya Tanganyika yenyewe ikaamua kujitengenezea msingi wake na kusimama kama TAA, ambapo lakini TAA kipindi hicho misingi yake ya kuanzishwa kwa association hiyo ilikuwa si kwa mambo ya kisiasa historia yake na misingi yake ilikuwa ni kushughulika na mambo ya kiutamaduni peke yake, na walikuwa wanatatua changamoto na masuala yote ambayo yalikuwa yanahusu mambo ya utamaduni na si mambo ya kisiasa. Lakini TAA haikuweza kuleta matokeo chanya kwenye jamii ya upande wa Tanganyika, yakaendelea kufanyika maboresho, vikao vingi vikaendelea kufanyika ndipo ilipofika mwaka elfu moja mia tisa na hamsini na tatu TANU wakaamua wafanye wa, wa, wa, wa mkutano mkubwa wa kuweza kujadili juu ya mstakabali wa TANU ili kiwe chama chenye nguvu na kiweze kuhusika na mambo ya kisiasa yakakoshughulika na mambo ya kisiasa ili kuondokana na unyanyasaji wa kikoloni ambao ulikuwa unafanyika kwa upande wa Tanganyika. Baada ya hapo Julius Kambarage Nyerere akapewa cheo cha juu kwenye taa na wakamwomba aweze kuitengeneza taa iwe na misingi mizuri itakayoendana na mambo ya kisiasa. Na baada ya hapo, ndipo sasa wakakaa kwenye mkutano mkuu na kaweka adhimio moja, kwamba taa sasa imekosa nguvu, imekosa mwelekeo wa kuhusika na mambo ya kisiasa. Tai inapaswa izalishe chama kitakachopewa jina lingine kitakachokuwa kinahusika na mambo ya kisiasa ili kuleta ukombozi katika taifa letu Tanganyika. Ndipo mkutano huo ukaamua na ukapata jina la tano, wakasema kwamba tuunde tano itakayohusika na mambo ya kisiasa. Ndipo tano ikaundwa tarehe saba mwezi wa saba mwaka 194 19, 19, 19, 19, 19, 19 na mwenyekiti wake wa tano wa kwanza akawa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na ndio tukatembea na tano mpaka tukapata ukombozi na uhuru katika taifa letu la Tanganyika tarehe tisa mwezi wa 12 mwaka elfu moja mia tisa sitini na moja. Hiyo ndio historia kwa upande wa taa, lakini tukija kwa upande wa Zanzibar chama tawala cha kipindi hicho kilikuwa kinaitwa ASP na chenyewe kilikuwa kipo chini ya rais wa kwanza wa Zanzibar ambaye alikuwa anaitwa Sheikh Aman Abedi Karume, ambapo sasa ASP na yenyewe ilizaliwa, ilikuwa na wazazi wake wawili. Mzazi wa kwanza alikuwa anaitwa African Association AA, lakini pia mzazi mwingine aliyeunda ASP kwa upande wa Zanzibar alikuwa naitwa Shiraz Association. Hivi vyama viwili ambavyo ni, ni Shiraz Association pamoja na African Association vilikuwa na malengo ambayo yanafanana, na malengo yao yalikuwa ni kwa ajili ya kupigania maslahi, haki na usawa wa watu wa Zanzibar. Baadaye vyama hivi viwili vikaona kwamba vinakosa nguvu, ili hali wana malengo ambayo yanafanana na wanakosa kupata uhuru katika taifa lao wakaona sasa ni muda sasa wa kuunganisha nguvu uh, kwa maana ya kwamba Shiraz Association pamoja na African Association viungane viweze kutengeneza kitu kimoja, ambapo African Association yenyewe iliundwa mwaka 1934, lakini Shiraz Association yenyewe iliundwa mwaka 1939. Wakaamua kuungana na mwaka 1957 likazalisha chama kimoja ambacho kinaitwa Af uh, ASP kwa maana ya kwamba Afro Shiraz Party. Afro Shiraz Party ndio, na A maana yake inasimama kwa maana ya kwamba African. Na Shiraz maana yake tunapata ile Shiraz. Kwa hiyo Afro Shiraz Party ni muunganiko wa vema, mashirika mawili. African Association pamoja na Shiraz Association. Vilipoungana, tukapata chama kimoja ambacho kinaitwa Afro Shirazi Party, kwa maana ya kwamba ASP kwa upande wa Zanzibar mwaka 1957. Na ndipo kuanzia mwaka 1957 197 vikawa na, na, na, na chama tawala kwa upande wa Zanzibar na kwa upande wa Tanganyika tukawa na chama tawala ambayo ni TANU. Vyama hivi viwili vikawa na nguvu kubwa, kwa sababu historia yake ilikuwa ni vimeundwa kwa muungano na misingi ya vyama vikubwa ambayo vilikuwepo na historia kubwa nyuma. Zanzibar wakaendelea kupambana na harakati za ukombozi wa kumwondoa sultani kwa upande wa Zanzibar kupitia SP na TANU tukaendelea mapambano ya kuondoa koloni kupitia TANU. Ndipo Zanzibar na wenyewe ilipofika mwaka 1964 na wakapata uhuru sasa. Tukaona kwamba, taifa letu liliungana kwa maana ya kwamba tulipata Zanzibar na Tanganyika vilipoungana likapata Tanzania mwaka 1964 194. Tukazalisha nchi moja ambayo inaitwa Tanzania, tukatembea nayo na tukapata nchi ya Tanzania, ikawa inaongozwa na vyama viwili. Wakati huo tuna Tanzania ambayo imeungana na Zanzibar na Tanganyika lakini inaongozwa na TANU kwa upande wa Tanganyika, kwa upande wa Zanzibar inaongozwa na ASP. Viongozi hao wawili ambeni waasisi wa taifa, wa mataifa yetu mawili Sheikh Aman Abeid Amani Karume pamoja na Julius Kambarage Nyerere wakaona kwamba haina haja taifa kuwa moja, lakini likaongozwa na vyama tawala viwili, ndipo wakasema sasa ipo haja kama ambavyo tumeungana Tanganyika na Zanzibar tukapata Tanzania, basi ni wakati wa ASP kuungana na TANU tuweze kupata chama kimoja kitakachokuwa na nguvu, kitakachokuwa na misingi na mizizi ya kuliongoza taifa letu. Baada ya hapo, ilipofika mwaka 1977 mwezi Januari, palitokea mkutano mkuu wa ASP pamoja na TANU kwa ajili ya kujadili mustakabali wa kuunda chama kimoja ambacho kitasimama Tanzania na kutetea maslahi ya Watanzania. Katika maazimio ambayo yalikuwepo katika mkutano huo ulefanyika Januari 77, katika ukisoma ukurasa wa pili na watatu, maazimio yanasema kwamba tumeamua na tumeridhia kwa pamoja kuunganisha vyama vyetu viwili Tanganyika African National Union tano kwa upande wa Tanganyika pamoja na Afro Shirazi Party ASP kwa upande wa Zanzibar ili tuweze kuwa na chama kimoja chenye nguvu na kitakacho kuwa na maamuzi ya mwisho katika ukombozi wa mataifa yetu mawili, Zanzibar pamoja na Tanzania bara. Ndipo sasa azimio hilo likawa na nguvu na ilipofika tarehe tano mwezi wa pili mwaka 1977 ikaanzishwa rasmi CCM kwa maana ya kwamba Chama cha Mapinduzi, baada ya kuungana kwa ASP pamoja na TANU. Kwa hiyo historia hii ya nyuma inatueleza wazi na inatupa nguvu kwamba CCM ina misingi mikubwa na ina mizizi mizito kulingana na historia yake, kulingana na wapi tumetoka. Kama ambavyo tumeona kwenye historia CCM baada ya kuundwa mwaka 1977 kikawa ni chama kikubwa chenye nguvu Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika ya Kati pamoja na Afrika kwa ujumla pamoja na duniani, na tunaambiwa CCM kilikuwa ni chama ambacho kilikuwa na nguvu kubwa barani Afrika, na ndio maana historia inatuambia kwamba kikawa ni chama chenye ukombozi kwa mataifa mengine, ambapo mataifa mengi yanayoishi maeneo yanayopatikana kusini mwa jangwa la Sahara vilipata msaada wa ukombozi na kupata uhuru chini ya chama cha mapinduzi. Kwa hiyo CCM ina historia ya kusaidia mataifa mengine kupata uhuru kulingana na uzito pamoja na misingi ambayo ilikuepo kwa historia ambayo tunayo. Na CCM ilipoundwa mwaka 1977 itikadi yake haikuwa tofauti na vyama vingine vilivyopita, kwa maana ya kwamba TANU na ASP, itikadi yake ilikuwa bado naamini katika misingi ya ujamaa na kujitegemea, wakiwa wanaamini kwamba taifa ili liweze kuendelea lazima tuwe na chama ambacho kinaamini katika ujamaa, watu waishi kwa ujamaa, na ndio maana tunaona kwamba miaka hiyo CCM kupitia Julius Kamarage Nyerere aliweza kuleta mfumo wa ujamaa, watu walianza kuishi kwa ujamaa na misingi ya ujamaa iliendelezwa katika taifa letu, lakini watu walifundishwa katika misingi ya kujitegemea katika utafutaji wa mambo ya kiuchumi, na hiyo ilifanikiwa kama itikadi. CCM kama chama kikubwa chenye nguvu na chenye historia kubwa, kimekuwa chini ya uongozi wa wenye viti wake. Kwa sababu ya muda, nitazungumza tu wenye viti waliopatikana kwenye CCM tangu CCM ilianzishwa mwaka 1977 mpaka sasa tunao wenye viti waliowahi kuiongoza CCM viongozi ama maraisi sita, kwa sababu misingi ya CCM kwa mujibu wa katiba inasema kwamba anayekuwa rais kupitia Chama cha Mapinduzi ndiye atakuwa ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa takribani miaka kumi. Akimaliza, atakayekuwa rais anamwachia mwingine sasa ccm ilipoundwa mwaka 1977 mwalimu julius kamarage nyerere kama mwasisi wa ccm kwa upande huo wakati huo aliongoza CCM kama mwenyekiti na akiwa kama raisi kuanzia mwaka 1977 mpaka mwaka 1990 na baada ya hapo akamwachia aliyekuwa rais wa pili wa jamhuri ya muungano wa tanzania ali hassani mwinyi kama mwenyekiti wa CCM aliongoza kwa takribani miaka sita kuanzia mwaka 1990 mpaka mwaka 1996. Tunaona kwamba aliongoza miaka michache sita, ili hali katiba inasema kwamba lazima aongoze kwa miaka kumi, kwa sababu tunaambiwa mwaka 1992 mwezi Februari kulikuwepo na azimio la mambo ya yajemabingi kwa hiyo ilipoanzishwa vyama vingi mwaka 1992, mwaka 1995 palikuwa na uchaguzi mkuu unaohusisha vyama vingi, na wakati huo tuitakiwa tufanya uchaguzi ili apatikane rais mwingine, na baada ya kupatikana kwa rais mwingine aweze kuongoza chama cha mapinduzi kama mwenyekiti pia. Kwa hiyo alipoingia Benjamin William Mkapa hayati kuanzia mwaka 1995 kama rais, ilibidi mwaka 1996 awe mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa takribani miaka kumi, ambapo aliongoza kuanzia 96 mpaka 2006 kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na yeye akamwachia uh, Jakaya Mrisho Kikwete kuanzia 2006 mpaka mwaka 2016. Na alipoingia uh, rais Abeli Hayati John uh, Pombe Joseph Magufuli kuanzia 2015 Alianza kuwa mwenyekiti wa CCM kuanzia 2016 mpaka umauti ulipo mkuta mwaka 2021, ambapo sasa atakuwa ongoze mpaka 2026. Lakini kwa sasa tunaye mwenyekiti wa CCM ambaye ameongoza kuanzia 2021 hadi sasa, mama yetu uh, Samia Suluhu Hassan ambaye naye anapaswa ongoze kwa miaka kumi kuanzia 2021 mpaka 2031. sasa Nimaliza kwa kusema tu kwamba CCM ina misingi mizito. Na uongozi wake kuanzia taifa unaongozwa na mwenyekiti, lakini chini yake ana makamu wasaidizi wake ambao ni makamu wenye viti, wanakuwa wa aina mbili. Tunaye makamu mwenyekiti wa CCM kwa upande wa Tanzania bara ambaye kwa sasa ni mzee wetu Wasira, na upande wa Zanzibar anakuwa rais wa Zanzibar ambaye ni Hussein Ali Mwinyi. Lakini chini yake protokol ya uongozi wa CCM anakuwa katibu mkuu. Na chini yake panakuwepo na makatibu manaibu wa makatibu wakuu. Kwa upande wa Tanzania wa, wa Tanzania bara anakuwepo na naibu katibu mkuu na upande wa Zanzibar anakuwepo na naibu katibu mkuu. Na chini yake tunakuwa na makatibu wengine ambaye tunakuwa na katibu wa itikadi uh, mafunzo na uenezi. Tunakuwa na katibu wa mambo ya organization. Tunakuwa na katibu wa mambo ya mipango na uchumi. Tunakuwa na katibu wa mambo ya sufi. Kwa hiyo, ukija chini tunakuwa na uongozi kuanzia mikoa. Tunakuwa na mwenyekiti wa mkoa, katibu na mwenezi. Ukienda chini yake unakuwa na uongozi wa wilaya, anakuwa mwenyekiti, katibu uh, na mwenezi. Tunakuwa na kata tunakuwa na matawi huo ndio uongozi. Lakini sisi yenyewe ili iweze kuwa imara ina jumuiya zake. Sisi hivi tuna jumuiya tatu, kuna jumuiya ya vijana ambayo inaongozwa na vijana, kuna jumuiya ya wazazi, kuna kuna na kuna jumuiya ambayo inahusiana na wanawake, jumuiya ya wanawake. Lakini zote hizi na uongozi wao, ili kuifanya sisi iwe imara, na wenyewe wana uongozi wao, ambaye kuanzia taifa unafanana na uongozi ndani ya taifa. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kina historia ndefu na tunapozungumzia miaka 48 tunazungumza misingi na uimara wa CCM kulingana na mikakati na wapi tumetoka kwenye CCM mpaka inakuja kuzaliwa. Na ndio maana tunasema CCM ni chama kikubwa kwa sababu kina historia yake kubwa na ni chama ambacho ni kikongo ambacho kiko muda mrefu madarakani, kimepitia mambo mengi na kimepitia misingi mingi na mpaka sasa kinaendelea kuliongoza taifa letu. Asante sana ndugu mwandishi. Mimi nashukuru Nafikiri hiyo ndo historia fupi ya chama chetu cha mapinduzi CCM ambacho hivi jana kimetimiza miaka 48. Asante ndugu Saimon Sirilo. Shukrani.